Mimi naamini kwa sababu nimevaa. Mimi nadhani sehemu yoyote ambayo huruhusiwi kuingia ni sehemu ambayo utakuwa mtupu. Ndio utaruhusiwa kuingia. Lakini kama mavazi, ukivaa nguo ndefu, unaweza kwenda club umevaa zako nguo ndefu, bululu mpaka chini. Na hakuna mtu atakuuliza kwa sababu unatumia pesa yako, unatumia muda wako, uko na vibe zako. That's it. Umevaa zako koti na shati. Wewe unavyojisikia kuvaa. Kwa hiyo haya mavazi hayakulimit wewe kuvaa wapi? Lakini kwa sababu sasa hivi tunaenda kileo, kuna kila vazi unavyolivaa, kuna maonekano unaonekana. Kuna vazi ukilivaa, unaonekana kabisa, huyu ametoka kanisani, huyu ametoka kwenye kikao, huyu anaenda ofisini. Kwa hiyo kuna mipangilio ya mavazi, tuna evening dress code. Ukija hapa, tunakushauri pia kwamba hii utavaa, utaenda sehemu fulani, utaenda na pia. Ukiwa utaki kushaurika, tutakuacha uende nalo vazi la kanisani, ukienda nalo klabu pia fresh kwa sababu ndio umeamua hivyo. Kila mtu ana fashion yake Yeah, yeah. <laughs> nilimwambia anipe kijiti ii, yes, sikatoka kuolewa aniachie na mimi niolewe. Ah jamani sijasema ni Manara. nimesema <laughs> niolewe, eh, niolewe nipate na mimi fungu langu insha allah. Mwenyezi Mungu akinijalia unajua ndoa <laughs> amna mwanamke ambaye aitaki ndoa, twende mbele tu nasema kama ah, ndoa bwana, mimi ah, sitaki kuolewa. Mm. Amna <laughs> beta. Kuna namna natamani kuolewa na mwingine sasa kidogo. Ah, mimi the only thing ambacho natamani kuolewa, natamani tu kuolewa ili nipunguze tu ile kodi ya meza naitaka ile mambo ya kufikiria kupika, kufanya nini, kununua chakula, kufanya nini, hivyo mtu afanye. Lakini kusema eti kwamba na, na, pia sometimes na, na feel kuolewa kwa sababu mimi binafsi um, kuna muda nahitaji familia na sio, kuna muda nahitaji sana, nahitaji kuwa na familia, nahitaji kuwa na watoto, nahitaji kuwa na mume wangu, nirudi nyumbani niongee naye cause nilikuwa napata hiyo moment nikiwa na mama wangu. Sasa hivi mama sina, baba sina, kwa hiyo the only thing ambacho naweza nikawa nacho ni labda ni familia yangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho natamani, lakini sitamani tu, natamani kwamba nipate na mtu sahihi na ikitokea sijapata sahihi basi nitazeeka nikiwa sijaolewa, sijakuwa na mtoto. Kwa sababu naonaga komenti nyingi sana, we nawezaa, sijui nini. Jamani, kila mtu ana mipango yake, huwezi ya kuingia kwenye mipango ya mtu kwamba sasa Lulu uzae mwaka huu wewe. Mm unajua -mm, ninachokula unataka nimlete mtoto wa watu wajaangaike duniani? Hapana, ah -ah. kwa hiyo ile ilikuwa ni kama tumefanya vya comedy tu, in which pia hata kakaangu Haji asije akafikiria kwamba labda nilikuwa na mdhihaki au nafanya nini mm -mm. Ilikuwa ni kama tumefanya zetu kama kutaniana yeye yeah. Ametoka kuolewa naona ndugu yangu ana nyota ya kuolewa, kaolewa mara ya pili tumeiona, basi na mimi pia nigee kijiti nipate hiyo ndoa moja na mimi eh, hicho ndio kilichokuwa namaanisha that's it Hmm. Pointi yangu itarudi pale pale, keki ya taifa ni kubwa sana, na kila mtu anaweza kupata kipande chake. Kwa hiyo yoyote yule ana haki ya kufanya chochote anachokitaka. Binafsi yangu mimi naweza nika sina cha kumshauri kwa sababu pia yeye nadhani anachokifanya ni kitu kizuri sana, yaani hata nikimshauri ni kwamba aendelee kufanya anachokifanya kwa sababu naona anafanya kitu kizuri, ni mpambanaji. Mi napenda mwanamke yoyote nimeona anapambana, na ndio maana mpaka leo nimepata guts za kuweza kuja kumsapoti mwanamke mwenzangu, ikiwa naye ana biashara ambayo kama ya kwangu, ni kwa sababu ninapenda wanawake tukisapotiana. Na mimi toka mama angu ananikuza nikiwa mdogo hivi, alikuwa ananiambia kwamba katika haya maisha huwezi kumjua ndugu yako, sio lazima uzaliwe naye, unaweza mkakutana tu na akawa ndugu yako, inatokana jinsi ambavyo unaishi naye. Lakini mi jinsi nilivyokuwa naona anavyonitreat, nimetamani na watu wengine nao pia waone hiyo kitu na wanaona vipi yeye, inawezekana hawezi kuwafikia jamii kiurahisi, lakini mimi nina watu wananiangalia, wananifolo, wananiona, kwa nini nisitumie platform hiyo kumsupport? Na na kupitia mimi kumsupport, naye anaweza kuwa na support wanawake wengine, na kupitia yeye pia kufanya kufungua hapa, ameajiri watu wengi, amewapa ajira. Ina maana kuna watu wengi nimewasaidia, wao wanapata kipato kupitia huyu kwa hiyo, bila mi kufanya hivyo wasingepata, ningekaa na uchoyo wangu kwamba mimi na duka sasa siwezi kufu, u, u, kusupport. Ina maana kuna watu wengine wasingekuwa na kazi, wasingekuwa na ajira, wana watoto, wana familia. So what I did ni kwamba mi nafanya tu Mungu ambacho amenibless ambacho niko nacho, watu wananiona, basi kupitia kuniona basi na wafaidike kupitia mimi, na yeyote yule ambaye anaweza kuja kwenye macho yangu kuniambia anahitaji support yoyote, nitampa

wa chini wa juu wa katikati anafika, awe msanii asiwe msanii, awe ni mtu wa kawaida, mwandishi wa habari awe ni waziri, mbunge, yoyote yule anaweza akafika hapa na akapata huduma na akapata anachokitaka. Haijawekwa kwa mtu fulani au kwa mtu huyu, akija huyu ndo anapata mm -mm. Cha msingi una mwili na unaonekana, mtu anaweza kukuvalisha na ukavaa s eayee wewe, mna mambo nyinyi. Ah, tukutane eh, niko hapa, tumalize hapa, twende zetu huko, tukafanye mambo, tukayakute. Yaani nakwambiaje, tukutane, alafu tukikutana, tutaulizana tena vipi nyinyi <tutu> sasa, ndo tukishakutana huku ndo mtajua vazi limetoka hapa au limetoka wapi. Lakini cha msingi ambacho kimetuleta hapa na ambacho tumekiona hapa ni lengo ni kuja hapa na kuweza kufungua hii trend we drop, na namshukuru Mwenyezi Mungu and I'm so happy na ninamwombea namwombea mwanamke mwenzangu na mwanamke mwana yoyote ambaye ananiangalia hapa usisite kumsapoti mwanamke mwenzako, kwa sababu sisi wanawake tuna tabia moja, tuko kama kaa. Unajua kaa akiwaga kwenye ndoo mmoja, akiwa anataka kupanda juu, anamvuta mwenzake chini. Sasa hiyo huwezi kutoboa. Ili ufanikiwe, ni lazima upende mafanikio ya mwenzako. Mungu ndo anavyokubariki, na hata jinsi na hata watu wanaochukia watu wangejua jinsi gani wan, zile chuki zinawapa neema wale wanaowachukia wangewapenda tu kwa sababu wale wanazidi kufanikiwa kwa sababu wana watu wengi wanawachukia. Ili ufanikiwe ni lazima uwasapoti watu wengine. Kwa hiyo mimi nimeshasema kabisa. Nikiona biashara yako yoyote inas, inani, inanivutia kwenye macho yangu. Niko tayari kuitangaza na kuisema na kuwaambia watu. Ni kama nilivyofanya kwa Trendwear Drop. Na ni kwa sababu nimeona ni kitu kizuri ambacho mtu yeyote akionekana anaonekana vizuri anapendeza. Kwa hiyo I think kutoka leo maswali ya kuulizwa sijui ninavaa suti gani navaa suti nimetengeneza wapi yatakuwa yamepungua kidogo. Eh, mje wanunulieni wake zenu jamani nguo simmeona. Umesema maswali yote, lakini sasa hiyo swali lako nalo nimekaa kama nilimekuja tu kiasi <laughs> Ha, no, sio, sina jibu ni kwa sababu ni vitu ambavyo ni vya kufikiri, hata we ukiviangalia havimake sense na hata kuviongelea pia nitakuwa pia ninapoteza muda. Kwa hiyo sina cha kuongea, sina cha kujibu. Yeye yeah, ameamua kuongea anavyotaka kuongea na Maimasa, ni mtu mzima sana na mimi mama angu alinifunza kuheshimu watu wazima walionizidi umri, kwa hiyo naomba nibaki na hiyo heshima kwa Maimasa na nitabaki kumheshimu. Nadhani pia message yangu aliipata, kwa sababu baada hivyo nilimtumia message. Kwa hiyo sihitaji kuidadavua sana, kwa sababu nadhani mtu mzima pia kuna muda anakurupuka, lakini kumwambia kukurupuka pia mtu mzima, nadhani pia, sijui ni tusi, lakini sitamani kumkosea ni yani hao. Kwa hiyo let's leave it, aina haja yani, hapa tuko hapa kwa ajili nadhani leo tunafuraha sana. Sidhani kama kuna mtu anahitaji anitoe kwenye mtu mimi hata sioni kama anazingua. Nadhani ni mtu uzima kwao, nachukulia hivyo. Yes, ninapokuwa na marafiki, wanasema, mnapeana, peana. Amdo, za mahusiano, rafiki na mtu ninakuwa ni rafiki yangu, lakini sio waziri wala mnaibu spika wa mahusiano yake. Kwa hiyo mimi ninavyokuwa no mimi ninavyokuwa na urafiki na mtu ni rafiki yangu tu, mahusiano yake yeye anaji, anadili nayo yeye. Anapohitaji msaada wangu, ameumizwa, amejisikia vibaya, nitamshauri pale, lakini mahusiano yake hayanihusu wala sijui. Na mimi binafsi pia natamani kuwa hivyo kwa marafiki zangu, ninapokuwa na mahusiano yangu pia yasiwahusu wala yasiwapelekeshe kwa sababu ni ya kwangu mimi, na kwa hiyo kwa sababu unaambua kwamba unachopenda unachopenda kufanyiwa usimfanyie mwenzako. Mi binafsi yangu nikiwa na mahusiano sitaki mtu hata aniguse, yaani sitaki, hata unaambia kwamba hivi naona utaumizwa. Kama nikiumizwa acha nione, nikiumizwa ni agundue nimeumizwa, nimelia, unibembeleze yaishe. Lakini mambo ya kushauriwa shauriwa kwenye mahusiano sio kitu ninachokipendelea. Kwa hiyo mimi binafsi sipo katika hiyo level ya huko, yaani sipo katika hivo kama labda kuna watu ambao labda wako karibu na Zai ambao wanaweza huwa wana share hivyo vitu labda waulize, lakini sio Zai tu, rafiki yangu yoyote, sijawahi kumpa mtu room ya kuweza kuwa speaker wake au msemaji wa mahusiano yake. Yes, nishakwambia sio naibu speaker au waziri wa mahusiano ya watu wao. Kunifuata, ananifuataje? Na wakati sio katika hiyo, katika hiyo nani, katika hiyo nini, sijui Sijui bana. Asa nitajifunzaje? Kujifunza kupitia nini? Nadhani hayo ni mambo tu ya kibinadamu ambayo yanatokea, inawezekana hata wewe, inawezekana vikao vinatokea sidhani kama naweza nikaviongelea sana hivyo vitu sana hivyo vitu, kwa sababu si sawa. Yaani, kurekodiwa mtu kukurekodi, ni maamuzi ya mtu na huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo I don't know, na si siwezi na, by the way, pia naonaga ni ushamba watu kurekodiana, lakini kama mtu ana, nadhani sasa hizi inabidi tuwe makini. Tuwe makini kwa kweli tuwe tu makini na watu ambao tunakaa nao karibu tunaishi nao tuangalie na lakini, pia hata kama unaweza ukawa makini siku hizi kwenye simu, kumbe kuna mambo ya kuongea na mkarekodiana. Kudoboa ni vitu vya kawaida, tunadoboa. Ni kweli tunadoboa sana, lakini inategemea unadoboa na nani. Kwa hiyo ni uangalifu tu na umakini, lakini siwezi kuongelea deep, kwa sababu hivyo vingine vyote havinihusu hapo, yeah. swali jingine jamani.